Na na kwa kwa kwa anacho na akija malizika, yaani kila ukimsikiliza, unaona kuna kitu. Kwa hiyo, daktari, tushukuru sana na endelea kupata. Na jamani, tuendelee kusoma, hizi ndio vitu tunavyohitaji kusikia. Mimi nimesikia mengi hapa leo kulingana na maswali ambayo tumeyaweka, lakini kuna ishu ya masoko, kuna ishu ya content, kuna ishi ya quality, kuna ishu ya knowledge, kuna ishi ya commitment. Yote ni maneno ambayo leiaini nii sasa ajkga ya kinotuky ekdo yaanga ni nijii lazima tufikie mwishoni. Sasa tukubaliane yote shida nayo, lakini kipi chaaana kianza kitu kifuate, kitu kifuate, kitu kifuate, mpaka tuseme hiki. Ili wakati tunaenda kuyafanyia kazi, tuyaone namna gani ambayo kwa sababu moja changamoto tulionayo tunakuwa na vipaumbele vingi ambavyo tusikutimize. Lakini mtu akiona kichache, ni rahisi kuishika na kusema hii ndio shida yetu. Ukienda hospitali, unauma kila sehemu, kila mtu ndio. Alisa mimi naumwa, lakini jina lo changamoto kubwa. Mtu mwingine anaona. Unaangazia nani? Daktari anasema mwili mzima unaumwa. Ifikisheni ya mwili mzima wa kuumwa ni nini? Sasa tibu wapi? Kwa hiyo sisi, ukisikiliza kama tunaumwa mwili mzima, sasa tunataka kutoa kwa mwili mzima, tuseme sisi changamoto ya kwanza ni jino, alafu hata tukubaliana kwa majino ndio chini, lakini ya pili ni kichwa na cha tatu i wakati i kile cha kwanza naoshil no alha cha l chattunamachacha waila tekeleza sasa, kwenye upande wa marketing ambayo issue ya distribution hii, tunaona mnisikiliza. Wakati naingia kwenye nafasi hii tarehe nane mwezi wa sita alisema mambo matatu, kwanza ni kujenga building partnership, kujenga haya msingi kae, tunaongea pamoja, tunashirikiana ambayo tunatoa nayo kasi. Lakini la pili ilisema ishu ya marketing distributions, marketing strategies, hii ni eneo la pili ambalo naangeka nao. Lakini jambo la mwisho ilisema ishu ya policies, maanake kwenye sheria kanuni na taratibu, lakini sera ni. Kwa hiyo yanaoatumi ndio ya kwanza ambayo imebeba nayo ambayo shirikisho la filamu na ndeta sa. Kwa hiyo la kwanza la mahusiano nashukuru. Leo doktor, unamuita unakaa chini, unamwita kwenye kiti na kachini, naongea unamwita mtenda, unakaa chini, unamwita. Hiki ndio tunachotaka. Lakini serikali inaweza kuja kutusikia kwa kaya uchi, maanake hii ndio yu kuruni partnership kuhitaka. Kwa la mahusiano, Hii tuweze kufikisha Yale ya, ya tunaona wakana ni aamaiti aetabala zaidi leo, leo tuka naweza tukaona Adam tukaona sv hawa anafanya kazi kubwa katukao shukuru, lakini je tuongeze nini na nini kwao, usije tukafikia hata tukasema hawa wapaikina? Hapana ha, ila tujakuongeze kazi zaidi. Kwa hiyo ililajena mosi yangu mimi naombee ndugu zangu, kila mmoja wetu awe ni sehemu ya mpango huu. Hii ishiaendaze hija mara pili kwenye ishu ya marketing strategies. Nimeenda Uganda kwa ya kida... kwa ajili ya stream so. eshiusi mpaka nchi saba so. Nchi moja ikonishokya ambayo yenyewe ilisema mkataba tulikokubaliana kwenye epala tulikubaliana kutumia lugha mbili Kiswahili na Kiingereza. Wenzetu wa Uganda Kiingereza.

Ukiingiza filamu yetu Tanzania hawa watu wa kwanza, hizi nchi nani wa kwanza? Ina maana wakati unaongeza filamu yako, maana yake tuna soko la watu wengine sana wa nchi nyingine. Tunashukuru Mungu, kuna nchi nne kama sasa hivi zimesha launch, Uganda wa launch, Rwanda wa launch uh, Zanzibar hmm. Waezakia nchi tatu hatujaonja Tanzania, Kenya uh, na Ethiopia. Sababu gani? Sisi tunasema kwa, kwa, si kwa namna ambavyo walivyokuwa wametutukulia, ilikuwa tuliona hatuwezi kuonja kawaida kawaida, lazima iwe ndo moyo, ni promotion ya kwao ili ifike mbali zaidi. Lengo letu kubwa ni soko lingine tunatafuta. Kwa hiyo tukasema kipindi cha uchaguzi huo uwezi kupata kiongozi wote, wakati wa ndio ndio kwa. Na jambo lilikosa waziri, lilikosa mtu mkubwa ambaye anaweza kusema na mimi kesho, na shukuru tunachosema na kusikizana na kipindi hicho, ndio kwa hiyo kubaliana na bonde, Novemba end of November tarehe 28 insha Allah, mwezi wa Novemba tunaamini mimi, ndio kwa uchaguzi chaguzi kumalizika, baada ya maswala mengine, tarehe ya kwanza.

Lakini tunashukuru Mungu Zanzibar tukakaa kika na kikao. Akasema sisi tufungue alafu share pamoja. Tuwe chini kwa sababu mitandao tunategemea ya simu inasoma Tanzania, sio Zanzibar Tanzania. Kwa hiyo upande mmoja ukubali, upande mwingine unakosa. Kwa hiyo tukiwa sisi yani, tukiwa tunakamisha hiyo ukiwa sisi, maana Zanzibar unakosa. Kwa Zanzibar, kwa hiyo tunakubali na kwa sababu moja. Kwamba Zanzibar Tanzania kiwe na kaunti moja.

delegesheni alatuminaigilikekarisishalamzania natimaaonia filamu zara tulikuku, lakini tulipokuwa kule tulijifunza vitu vingi, lakini moja ya jambo kubwa tuliliona ni namna gani ambavyo filamu inakuwa na soko lake la kwanza kabla ya kwenda kwenye VOD na OTT. Kwanza lazima ipelekwe kwenye platform hii ya sinema

Nimetengeneza goal hii mpira wa Uingereza ukiwa pale na mpira wa Simba au yangu kika pale. Watu wa Tumbei wanaangalia kwa nini? Sasa kwa nini? Hai ni mpenzi wa na sisi kia tu tukisema filamu inaonyeshwa Tanzania nzima. Kila kumbi moja ya Tanzania. Usibata kuni mfano kile kikubwa na ya kwanza. Kwenye mikoa yetu 27 kila mkoa uwe na kumbi moja kubwa. Alafu tutatengeneza promotion ya bana. Kwamba filamu ya utambuli itazinduliwa tarehe 16 mwezi wa 10. Hapo tutaeleza leo ya Yesu. Alafu kanisha katika promotion ya nani? Hivi kama watu mwashangilia huo muhimu, mtengeneza kwa kupewa ile filamu na ubora wake. Hivi atoa kwa sababu ndio kila mtu kwa kadari. Lakini mtaki choi za kule wasitoke kwa malalamiko. Yaani, ukipro ukifanya promotion ukimuingiza mtu kwa sistema akikaa kiingia akiangalia

Shida ni sisi tunataka mtu akifika angalifika. Tunataka mtu akifika pale kuna vitu vingi vinavyofanya. Leo tunaona Simba Day ya Gale. Kabla ya Simba Day ya Gale, kwa sanisi tunachukua tuna kwenda. Muziki una kwenda. Tunasema zuri tunataka kwenda. Why? Wame wamefanya wametengeneza mazingira mtu akienda ile out yake. Sasa sisi baada ya kuangalia ile kitu ambayo ni usiku. Tumefanya kitu gani? Kwa hukumu unavutia. Una nini?

maana yake changamoto tulionayo ni sera ya filamu, hatuwezi kwa Korea. Sahi kabisa. <coughs> Wenye wewe ni na hiyo imetupelekea hii, ndio ndio kwa baba baraza kumwomba balozi wa Tanzania <coughs> nchini Korea. Kumwomba balozi wataalamu kutoka Korea, sera ya Korea kuele Tanzania kutengeneza ile iliyokuwa ambayo tusheshia miaka 20. Tuanze hivi kwa

Changamoto tulionayo nyingine ni kuwa na sera ya filamu. Filamu tofauti na vitu vingine vyote, kwa hiyo lazima tuwe nayo. Kwa hiyo hiyo ni moja ya challenge, na niliwaambia ya filamu, niwaambie mzani haya niambie nikisema peke yangu kule, naona nimeona hapa tumekubaliana kwa pamoja kwamba umuhimu wa kuwa na sera sheria lazima. Kwa hiyo tukae, tukaa lazima katika akili zetu

Nilimuuliza Korea kama rais anahitaji hiyo pamoja na mambo mengine, lakini hivi ndio niliomba, nahitaji cheni za watu wangu. Swali za aina gani? Na ndio mambo kubwa yalikuwa ni kutoa script ini mafunzo yote pia mimi yo wataalamu watoke kule wali Tanzania twende kwenye mafunzo tazaniaiyo, ndiyo watu wengi zaidi wao. Wakasema hilo ni jambo la pili, tunaomba tukuchukulie waygu wao wakiude, lakini si tuliomba kwa sababu nimejua kwenye safari za kwenda kule tutakwenda wachache, lakini wakija wataalamu hapa tutakuwa wengi. Wao wanaamini tukiona tutajifunza zaidi kuliko wakija wao, kwa sababu tulichokiona sisi kule hatukuamini kwa kufika. Mmefikia hatua hii, tumeenda kwenye kumbi za sinema, tumeenda kwenye kumbi za kuandaa studios ese eoaa sio ya kudogo. Miaka tisini tunaambiwa pale aseiorozi miaka tisini walikuwa tegeza magari kwa wingi miaka tisini, lakini kuna filamu moja tukapiga fedha nyingi, mtu mmoja akaenda kama Bishop Fry anaenda huko, kama tumeinvest kwenye fedha za magari billion funds, lakini angalia mtu mmoja invest kiasi hichi na angalia fedha zote why chief special one. Kwa hiyo nchi ikajitoa kwenye upande wa investment kubwa ya magari ikaelekeza kwenye nini, ndio leo wanazalisha ile filamu na zileta fedha nyingi kuliko chochote.

Maana yake sasa hivi sio hivi, kwa haraka zaidi wakasema, nazidi mpaka Europe. Idadi ya watu walioongea kwa lugha moja, yaani Europe wanaongea Kiingereza, Europe nzima hawafiki hiyo idadi nyinyi, maana yake ngombe ile. Mtaji ukitulia hapo kwenye kwa lugha yenu, utamaduni wa safira ndio unaingia hapo sasa, kwa sababu filamu zao zote